Taasisi ya hali ya hewa Tanzania yatoa tahadhari la mvua na ngurumo nchi nzima kwa kipindi cha Januari 1 hadi 10, 2026. Wananchi na sekta zatakiwa kujipanga Dar es Salaam, Januari 2, 2026. Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA imetoa tahadhari ya hali ya hewa nchi nzima ikitabiri mvua na ngurumo katika maeneo mengi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuanzia Januari 1 hadi Januari 10, 2026. Tahadhari hiyo inalenga kuarifu wananchi, taasisi za serikali, sekta mbalimbali kama kilimo na usafirishaji, pamoja na mamlaka za mitaa, ikibainisha kuwa mvua za vipindi na shughuli za ngurumo zinatarajiwa katika wiki ijayo, kwa viwango tofauti katika maeneo mbalimbali ya nchi. Tahadhari hiyo inasisitiza kuwa wakati baadhi ya maeneo yatapata mvua nyepesi, mengine yanatarajiwa kushuhudia mvua kubwa zaidi zikifuatana na ngurumo, Hali inayoweza kuongeza hatari kwa maisha ya watu mali, miundombinu, shughuli za kiuchumi na kilimo. Kwa mujibu wa TMA, utabiri huu unalenga kusaidia watu binafsi na taasisi kuchukua tahadhari stahiki na kufanya maandalizi muhimu katika kipindi chote cha tukio la hali ya hewa. Matarajio ya mvua na ngurumo kwa kanda. Utabiri wa TMA umeainisha hali ya hewa inayotarajiwa kulingana na kanda za kijiografia kama ifuatavyo: bonde la Ziwa Victoria Sehemu za kaskazini za bonde la Ziwa Victoria zikiwemo mikoa ya Kagera, Geita, Shinyanga, Mwanza, Simiyu na Mara zinatarajiwa kupata mvua kubwa zikiambatana na ngurumo katika maeneo kadhaa ndani ya kipindi cha utabiri. Bonde hili ambalo kwa kawaida hupata mvua za awamu ya mwanzo mwanzoni mwa mwaka linatarajiwa kuona ongezeko la shughuli za dhoruba, hali inayoongeza hatari ya mafuriko katika maeneo ya tambarale na yenye miinuko midogo. Nyanda za juu za kaskazini mashariki. Katika maeneo ya nyanda za juu ya mikoa ya Arusha, Manyara na Kilimanjaro, mvua nyepesi zinatarajiwa hasa katika siku tano za mwanzo za Januari. Ingawa mvua hizi ni nyepesi na haziwezi kusababisha athari kubwa, bado zinaweza kuathiri usafiri barabarani na shughuli za kilimo. Ukanda wa pwani ya kaskazini na visiwa. Mikoa ya pwani katika ukanda wa kaskazini ikijumuisha Tanga, sehemu za kaskazini za Morogoro, pwani ya Dar es Salaam pamoja na visiwa vya Zanzibar, Unguja na Pemba inatarajiwa kupata mvua za vipindi. Mamlaka za mitaa zinaweka uangalizi maalum kwani mvua za pwani zinaweza kuzidisha matatizo ya mifumo ya maji ya mvua na kusababisha mafuriko katika maeneo ya mijini na pembezoni mwa miji yenye changamoto za miundombinu ya mifereji ya maji. Mikoa ya magharibi. Katika magharibi mwa Tanzania, mikoa ya Kigoma, kataa Tabora inatarajiwa kupata mvua zikifuatana na ngurumo katika baadhi ya maeneo. Mikoa hii hapo awali imekumbwa na hali kali za hewa zilizoathiri shughuli za kilimo hasa pale mvua inapokuwa kubwa. Kanda ya kati. Mikoa ya kanda ya kati, Dodoma na Singida pia inatarajiwa kupata mvua na ngurumo hasa katika sehemu ya mwanzo ya kipindi cha utabiri. Kwa kuwa Dodoma ni makao makuu ya serikali ya kitaifa na kitovu cha shughuli za kisiasa na kiuchumi, mamlaka zinafuatilia hali kwa karibu ili kuhakikisha shughuli zinaendelea bila usumbufu. Nyanda za juu za kusini magharibi. Nyanda za juu za kusini magharibi, zikiwemo mikoa ya Rukwa, Songwe, Mbeya, Njombe na Iringa zinatarajiwa pia kupata mvua na ngurumo. Maeneo haya ni muhimu kwa kilimo na yanaweza kufaidika na unyevu wa udongo unaoongezeka, ingawa mvua kubwa ikifuatana na ngurumo inaweza kuvuruga usafiri na shughuli za kilimo. Pwani ya kusini na kanda ya kusini. Mikoa ya pwani ya kusini, Mtwara na Lindi, inatarajiwa kupata mvua nyepesi, huku kanda ya kusini ikijumuisha Ruvuma na kusini mwa Morogoro ikitarajiwa kupata mvua na ngurumo katika maeneo ya kusini, ambayo mara nyingi yana uwezo mdogo wa kukabiliana na majanga ya hali ya hewa. Wakazio na viongozi wa maeneo wanahimizwa kufuatilia kwa karibu taarifa za tahadhari ili kupunguza athari zinazoweza kujitokeza. Kwa hakika, matukio ya mvua kubwa mwishoni mwa Desemba 2025 yalitaliasha mausumbufu na uharibifu katika baadhi ya maeneo ya nchi. Katika wilaya ya Kilosa mkoani Morogoro Nyumba kadhaa ziliharibiwa na mvua kubwa na upepo mkali, huku Tabora na maeneo mengine yakishuhudia mafuriko yaliyosababisha matukio ya kuhatarisha maisha na kuvuruga safari kwa kiwango kikubwa. Matukio haya yalionyesha umuhimu wa tahadhari za mapema na utayari wakati Tanzania inapoingia katika awamu yenye mvua nyingi zaidi ya msimu kuendelea mwaka 2026. Wataalamu wa hali ya hewa wanasisitiza umuhimu wa kuendelea kuelimisha umma kuhusu tahadhari za hali ya hewa isusani katika jamii za kijijini zinazotegemea kilimo ambapo mifumo ya mvua huathiri moja kwa moja maamuzi ya kupanda, kuvuna na kusimamia mifugo. Wakulima wanahimizwa kuwaanisha mipango yao ya kilimo na utabiri wa hali ya hewa ili kupunguza uharibifu wa mazao na kutumia vizuri unyevu wa msimu. Usalama wa umma na tahadhari kwa sekta. Katika kutoa tahadhari hiyo, TMA imependekeza kuwa wananchi na taasisi zote: alif, wafuatilie taarifa za hali ya hewa mara kwa mara kupitia vyanzo vinavyoaminika kama matangazo ya TMA vyombo ofisi za vyabari, redio za kijamii na majukwaa ya serikali. Be, waandae mikakati ya kukabiliana na usumbufu wa usafiri na shughuli za nje, hasa pale ngurumo zinapotabiriwa, kwani zinaweza kupunguza muonekano na kusababisha mazingira hatarishi. C. Wachukue tahadhari karibu na vyanzo vya maji na maeneo yanayokumbwa na mafuriko, kuepuka kuvuka mito iliyojaa maji, madaraja yaliyo chini au barabara zenye mifereji duni wakati au mara tu baada ya mvua kubwa. Dal, wapange shughuli za kilimo kuzingatia utabiri wa mvua wa maeneo yao ili kupunguza hasara za mazao na hatari ya mahamiko ya udongo. He, washirikiana na kamati za maandalizi ya majanga ya maeneo yao ili kuhakikisha mwitikio mharaka na msaada pale unapohitajika. Tahadhari hii ni muhimu ili kuongeza ustahimilivu wa jamii na kupunguza hasari zinazoweza kujitokeza, kutokana na mabadiliko ya asili ya hali ya hewa. Kwa kuwa baadhi ya maeneo ya tayari yanaanza kuhisi athari za mvua za msimu, uangalizi wa hali ya juu na maandalizi kutoka kwa sekta zote, serikali, binafsi, asasi za kijamii na watu binafsi yatakuwa muhimu Tanzania inapokabiliana na hali ya mvua inayotarajiwa katika wiki ya kwanza na kuendelea mwaka 2026.